Imezidi buku haizidi buku, nisikilize. Dar es Salaam inafahamika kama jiji la fursa, utasikia naenda da kutafuta maisha, ukifika daa umetoboa. Sasa mimi leo nina buku hili hapa, nataka niwaulize wadau mbalimbali, unatoboaje kwa nguvu ya buku? Yaani, milo mitatu nipangie bajeti yako ndani ya buku ukishinda nakuachia. Ni nikuwa na buku kama hiyo uh -huh, nitanunua vitumbua viwili Isingabi? wa mia mia mia mbili, shilingi mia mia ambaye ni mia mbili. Nitakunywa na chai ya shilingi mia, asubuhi itakuwa imeisha hivyo uh -huh, mchana nitachukua mia tano uh -huh, nitaenda kuombea staff kwa mama ntilie uh -huh nitakunywa na maji kwa mamtilie mchana, utakuwa umesha hivyo jioni, nitakula miogo miwili, na hapo hapo hapo za miogo wanauza maji, nitakunywa na maji, siku yangu itakuwa imesha hivyo. Ukatia buku, mbona ile imezidi? Buku haizidi. Imezidi. Nisikilize, haizidi buku haizidi. Buku nisikilize. Uh -huh. mimi nimemuelewa uh huyo, yani mimi asubuhi uh -huh. niliamka, si ndio? uh -huh. Asubuhi sikuna chai mia hiyo, nakunywa chai ya, ya mia uh -huh. vitumbua, kila kitumbua mia, mia viwili, mia tatu, sawa. Mchana uh ikifika mchana nachukua mwindi wa mia mbili. Uh -huh. kwa muuza kwa muuza mahindi pale. Uh -huh. nakula mwindi wangu, najua na maji ya ya ya ana, ana, ana maji yake ya kuzimia moto ananisaidia na kunywa maji, hiyo imepita mia tano. Jioni uh -huh. naenda nachukua miogo yangu mitatu, mia mia, kuna mama anauza mia mia, nachukua chai yangu ya mia mbili. Mimi nimemaliza siku nzima, afu nimeshiba. Tukisimama land huko ofisi umetiza kidoma doma <laughs>